Mpenzi mtazamaji, wa Ally's Star, eh, hizi hizi kuja usiku zikapitiliza kwenda kusomba wanam kule, nilikutana e, nazo pale mwanangu, ziko mbili zote, nikasema e, watu mbona wameenda kuzindua kabisa afu Eh no. ni gari mpya ya aina ya Ally's Star m t486. Ni new model kabisa. Gari inafanya ruti ya kutokea Mwanza kuelekea Mpanda kila siku saa 12 jioni. Hii ni gari mpya kabisa, new model dragon, ina inabuti automatikali kabisa, manaake kwenye swala la usalama hapa ni asilimia mia so zile buti za kufunga na kamu hizi ni buti otomatiki kabisa zikifunga zimefunga labda tu atukie mchawi e, atukie mchawi ila ni gari fulani hivi ambayo inavutia kwa abiria wengi wanaosafiri na hii ni moja kati ya gari ambayo ilikuwa inafunguliwa sana kwa wale watu wa kuelekea Mpanda Gari mpya kabisa ehe. Kuhusu mzigo na usalama wa kutosha. Kwa hivyo, kwa hivyo, na e na huu ndo muonekano wa ndani. Aje basi. Dragon nyama hapa, ndo sehemu ya dereva, sehemu safe kabisa, sehemu ambayo inahakikisha abiria wanafika kwa usalama salmini eh. Ally's Star, s frc za kutosha eh. Mm. Full AC, full AC za kutosha, ina Wi-Fi kwa ndani, free Wi-Fi, internet Aha, uh -huh. Aiapa Free Wi-Fi internet. Free Wi-Fi internet. Karibuni sana Ally's Star, Ally's Star for everybody we travel together. Eh, ol one two, Welcome.